ya kwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi wa majimbo manne ya Ndanda, Iringa mjini, Kawe na Mikumi kutokana na kile ilichodai kuwepo kwa ukiukaji mkubwa wa utaratibu wa uchaguzi hususan katika kujumlisha matokeo, hali iliyosababisha wabunge wa upinzani kutangazwa washindi. Tujiunge na Fred Mwanjala kwa taarifa kamili. Chama hicho katika madai yake kimewatuhumu wasimamizi wa uchaguzi katika majimbo hayo kuvuruga uchaguzi huo kutokana na ilichosema utata uliokuwa umejitokeza wakati wa zoezi la kujumlisha kura na kwamba licha ya chama hicho kuomba kuhesabiwa upya ilinyimwa haki hiyo ambayo imesema kimsingi iko kisheria. Mjumbe wa kamati ya kampeni ya chama hicho Januari Makamba amewaambia waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kwamba CCM itapinga matokeo ya majimbo hayo kwa kile ilichosema kutaka kujiridhisha, na kwamba utashi wa wananchi uheshimiwe. Hata hivyo, tunakiri kwamba yapo baadhi ya maeneo ambapo CCM imepoteza viti na tunakubali kwamba tumepoteza kihalali. Hatuna malalamiko, tunawapongeza washindi, tunaheshimu maamuzi ya wananchi, na sisi kama CCM tutafanya tathmini ndani ya chama chetu kujua wapi tumekosea ili tuweze kurekebisha kasoro zilizopelekea kupoteza baadhi ya majimbo. Katika hatua nyingine, waandishi wa habari walitaka kusikia tamko la CCM kuhusiana na sakata la kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar, ambapo bwana Makamba aliligusia ingawa si kwa undani. Tulichosikia hapa ni kwamba zimetolewa sababu saba za uamuzi wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar katika kufikia uamuzi uliofikia leo. Uh, imani yangu ni kwamba katika sababu hizo saba zilizotolewa, uh, zinakidhi mahitaji ya kisheria yanayopelekea kuahirishwa kwa uchaguzi. Sasa mimi sio msemaji Zanzibar, waulize, wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar, nadhani inabidi waulize walifikiaje uamuzi huo, lakini sisi tunachoweza kusema ni kwamba upo ndani ya mamlaka yao. Mtazamaji, wa Channel 10 wakati zoezi la kuhesabu kura ama kutoa matokeo linazidi kuendelea, kwa mara ya kwanza Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa 2015 umesema utakwenda mahakamani kupinga matokeo ya majimbo manne yakiwemo ya Ndanda, Iringa mjini, uh, Kawe na lingine moja ambalo tayari wamesharisema, kwa madai kwamba wasimamizi wa uchaguzi wamevuruga uchaguzi, uchaguzi. Nyamagana wamesema uh, kwamba wapinzani walipewa nafasi baada ya kuomba kuhesabiwa upya kura, lakini wao katika majimbo hayo manne hawakupewa nafasi, na hivyo wamesema watakwenda mahakamani kupinga matokeo. Nikiripoti kutoka ofisi ndogo za CCM Lumumba jijini Dar es Salaam, Fredi Mwanjala wa Channel 10.